Ya mali kwenye kila kijiji wakinamama wawili wawili kwenye kila kijiji cha wilaya yetu ya Chunya, ambao siku ya leo tutawakabidhi majiko na mitungi ya gesi ambayo iko mbele yenu hapo nje. Kupitia hii wale wakinamama ambao watapewa mitungi ya gesi nitawakabidhi fedha taslimu shilingi milioni mbili na nusu hizi hapa. Kina mama hawa walifanya maandamano na kwenda kufanya matendo ya huruma kwenye hospitali yetu ya wilaya ya Chunya, na matendo ya huruma haya wanayafanya ikiwa siku ya leo ni siku takatifu ambayo ni Jumatano ya majivu kwa sisi wa Kristo. Hivyo ni wapongeze kwa maono mliokuwa nayo, kwa kuwa matendo ya huruma mliyoyafanya, Mwenyezi Mungu ataazidishia na ataongezea neema mara mbili yake pale hospitali ya wilaya Sio hospitali uliokuwa unaifahamu ukiwa unatuongoza kama mkuu wa wilaya. Leo hospitali ya wilaya imebadilika, kuna mabadiliko makubwa mno, na leo tunapozungumza na wewe, imekuwa ni moja kati ya hospitali ya mfano katika wilaya yetu ya Chunya, pamoja na majengo kadhaa kuongezeka na vifaa tiba vingi kuongezeka. Lakini tumeenda mbali zaidi, leo hii Chunya tuna jengo na wodi ya private ambayo ukikaa ndani chumbani kwako ukiwa umelazwa, unakaa chumba chako peke yako. Chumba chako kina choo ndani, kina TV ndani, kina friji na kochi la anemia <tipa> ambayo 2020 na mama wakinamama walitupa na wananchi wachunya walitupa sisi, tumeweza kuifanya leo wanachunya yote wanaweza kunufaika na huduma za afya <tipa> lakini kana kwamba haitoshi, katika kipindi hiki hii miaka mitano ambayo sisi tumekopa madarakani kama waambisha wilaya ya Chunya tumejenga zahanati zaidi ya kumi na tano. Tumejenga vituo vya afya ambako kule ambako wewe ulikuwa unadhani kwamba haitawezekana. Tumejenga Kambikatoto, huduma zinatolewa. Tumejenga Mafeko, huduma inatolewa. Tumejenga Sangambi, huduma zinatolewa. Tumeboresha Lupa, Chalangwa, Atuseni. Leo watu wananchi wanatoka Chunya wanaenda kutibiwa Chalangwa. Hii yote ni kazi wakina mama hawa walitupa na wanachunya, tumeweza kuitekeleza kwa unyenyekevu mkubwa, kuhakikisha kwamba afya zao zinaendelea kuimarika. Na kwa nini nimeanza na afya? Kwa sababu afya ndio mtaji wa kwanza wa mwanadamu, na afya inatugusa sana sisi wakina mama kuliko wakina baba. Ndio maana tumewekeza nguvu kubwa sana kwenye afya. Kwenye upande wa elimu Tunavyozungumza <laughs> na wewe tumejenga madarasa mengi sana, tumejenga shu, shu, shule shikizi nyingi tumejenga shule mpya za kutosha na za mfano, lakini kwenye upande wa sekondari tumeweza kujenga shule sekondari mpya Kambikatoto, tumejenga sekondari mpya Mafyeko, tumejenga sekondari mpya Luhalaje, tumejenga sekondari mpya Lupa inaitwa Meenga gesi na sasa hivi tumeendelea kujenga sekondari mpya Mkungungu na, na, na watoto wameanza kupata huduma, lakini tunaendelea kujenga sekondari nyingine Upendo, tunaendelea kujenga sekondari nyingine e, Itumbi na kule Sangambi tunaendelea kujenga kidato cha tano na cha sita, lakini kwenye umeme tumefanya mambo makubwa na mazuri, maeneo yote ambayo ajafika umeme leo, Chunya vijiji vyote tumefikia umeme, sasa hivi nguvu tunaelekeza kwenye vitongoji mpaka simba ulipokwenda kule mara ya mwisho, pambika toto kuna umeme zaidi unawaka. Haya, tuliwaambia, tuliwaambia wanachunya tutaenda kupeleka umeme maeneo yote, hawakutuamini, lakini leo wanajionea kwa macho. Kazi yetu sisi ni moja, kutenda zaidi, maneno kidogo. Tunataka kazi kazi tutangaze, sio mdomo useme. Kwa mkoa wa Mbeya, Mbeya yote hii chumi ndikiajenga stendi in mpya na ya kisasa kazi mlinipa nyinyi, na nyinyi mlitaka kuona maendeleo, na maendeleo ndio haya ambayo mimi nawaambieni. Huko kwenye upande wa mawasiliano, wako hapa wanatoka maeneo mbalimbali, watasema watu wa upendo wanalonga sasa hivi, hata wakiwa chini ya uhungu, watu wa mafyeko, kambika toto na maeneo mengine wanalonga vizuri, lakini kwa sababu huko kwenye kwenye wizara hiyo, na mimi nitakuomba baadhi ya maeneo ambayo bado yana changamoto ya mawasiliano yakiwemo maeneo ya Shoga na baadhi ya maeneo ya Upendo na kwingineko, tunaomba uchukue hili ili tuweze kunufaika na wewe kwenye wizara ya mawasiliano tukiweze kupata mawasiliano muda wote. Kwenye upande wa maji, kwenye upande wa maji tumeweza kufanya kwa asilimia kubwa hasa maeneo ya vijijini. Leo Mapogolosi kuna mradi wa maji tuliofanya pale, una changamoto ndogo ndogo ambazo zinaendelea kuwepo tena, kati kwa wizara ya maji inatusaidia sana, lakini leo ninapokuambia tumepata milioni mia moja imeingia kwenye akaunti yetu, na mradi pale unaendelea na mpaka Mwaonga, mabomba sasa hivi yametandazwa kwenda Mwaoga, tupata maji masaa 24. Matunda siapa wako hapa, watu wa matunda siapa watakueleza na jana tu tumetoka kuzindua mradi wa maji kwenye kitongoji cha Kisimani, wanakunywa maji muda wote. Nyumba mradi wa maji ulizinduliwa kwa maana ya Ifumbo, wanakunywa maji muda wote. Sangambi, Igundu, na sasa hivi mradi unakuja. Godima anachimba mitaro ya maji, kazi inaendelea. Kambi Katoto mabomba yamekwenda wiki mbili zilizopita. Mafieko kwa maana ya Mazimbo, mabomba yamekwenda pale, mradi unaendelea na vitongoji na vijiji vingine kazi inaendelea. Changamoto bado tunayo hapa Chunya mjini tunao mradi wa maji wa miji 28 tulipambana na wewe pamoja, bado haujaanza utekelezaji wake, lakini mimi kwa sababu nilipewa dhamana na wakinamama, hawa wanateseka na maji hapa Chunya, tukasema wakati tunasubiri mradi mkubwa tuendelee na miradi midogo ya muda mfupi. Tumeendelea kuhakikisha kwamba wananchi wanaendelea kupata maji na ninazozungumza na wewe tunaenda kuchimba visima vingine viwili vipya ambavyo viongeze upatikanaji wa maji hapa Chunya mjini wakati tunasubiri ule mradi mkubwa wa maji. Kwa kina mama zangu ni watoe hofu, visima vitakavyochimba hivi vitaenda kusaidia upatikanaji wa maji hapa Chunya mjini. Kwenye risala imezungumzwa hapa, awamu ya kwanza ilitolewa milioni mia nane na sisi wakina mama tulipata zaidi ya milioni mia tatu na arobaini hiyo ilikuwa ni awamu ya kwanza, na wakina mama wengi na vikundi vilipata. Tuna awamu ya pili na kuja kama sio mwezi wa tatu basi mwezi wa nne hizi fedha zitatoka. Tuna zaidi ya bilioni moja pointi mbili bilioni moja pointi mbili Ukipiga mgawanyo kwa haraka haraka, nyinyi wakinamama, hamtakosa kati ya milioni mia nne mpaka mia tano Hizi ni fedha zenu, mlishapeleka maombi mchakato unaendelea, utakapokuwa tayari na mimi nitakuja kushiriki kuja kuwakabidhi, ili nyinyi kwa pamoja muhakikishe kwamba fedha hizi tunazipata tukafanye biashara ili tukazikomboe familia zetu na ifikomboe jamii. Kuna msemi mmoja wa Kiswahili wanasema, ukimkomboa mwanamke umeikomboa jamii, na Mama Samia kazi yote anayoifanya fedha zote hizi ambazo anazileta Chunya ni kwa sababu anataka wakomboe nyinyi wakinamama, ili jamii iweze kukomboka. Sisi wakinamama wa wilaya ya Chunya, kwa siku ya leo, kwa kuwa ni siku yetu ya wanawake, tunaadhimisha siku ya ni furaha kabisa, lakini imempendeza Mungu kuwepo mahali hapa ili na sisi tuje kwenu, tuwaone, tujue mnaendeleaje. Lakini tunashukuru kwamba tumewakuta, pia tumeguswa katika mifuko yetu, tumeleta zawadi kidogo ambayo inaweza ikawasaidia katika hali zenu. Napenda kuwashukuru hasa akinamama mliojitoa kwa ajili yetu sisi watu wenye ulemavu wa albino katika wilaya ya Chunya. Nasema asanteni sana kwa moyo wenu ambao mmejitoa kwa kazi zenu ambazo mnafanya na Mungu akawabariki kwa pale mlipoenda kuchota